Na familia ya afisa wa polisi kutoka humu nchini aliyetoweka aliyekuwa kwenye ujumbe wa kuhifadhi amani nchini Haiti sasa inaikosoa serikali kwa madai ya kuwatenga. Familia ya Benedict Kabiru inaelezea jinsi maisha yalivyobadilika tangu kutoweka kwa jamaa wao, wakisema wamempoteza wamepoteza matumaini, na maafisa husika wanaonekana kuwatenga na hivyo hawafahamu kinachoendelea. Ni siku kumi na saba sasa tangu afisa huyo alipotoweka, huku familia hiyo ikielezea jinsi imekuwa ikizuru afisi mbalimbali za polisi kutafuta habari na mwongozo, ila hawajafaulu. Na sasa wanaiomba serikali kutilia maanani swala hilo ili wafahamu aliko mpendwa wao. Familia wametushikiria sana, mimi na bibi yake amekuwa akitutembelea mara kwa mara akitupea hope na tunaomba pamoja, lakini sasa kutoka kwa wenye wanapaswa wanipee habari muhimu ku ya mtoto yangu hawanipei. Labda upigie huyo mtu simu, umpigie ushide, the whole day ukipiga achukui. Ah, hadi zenye tunapewa tupati sasa imefanya maisha imekuwa ngumu, si rahisi. Vile tungeomba tu serikali tuambie ukweli, tujue tu ukweli, na tujue ukweli vile wanapanga kumtafuta, wasikuwa wanatuficha vitu zingine, vile wanapanga wakiendelea na mipangilio wakuwa kwa wakitujulisha. Kuanzia siku kumi na saba imepita tangu tulipata ripoti kwamba hapatikani walipofamiwa wakiwa kazini huko Haiti, na tumekuwa tu tukingoja tuelezwe kama amepatikana ama ako hali gani. Si serikali inakuja kutuambia vitu mingi, tunajulia social media. Wao hajatuambia ini update, wanatuambia simu yake ilizima after 2 hours ilizimia mahali fulani, tunaendelea kumtafuta kinyetu, wanatuambia we are just rescuing